Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeuomba uongozi wa nchi wanachama wa Umoja wa Falme za Kiarabu kuiunga mkono Zanzibar katika harakati zake za kupata usajili wa kudumu wa kituo chake cha usajili wa vyombo vya usafiri wa baharini. Ombi hilo limetolewa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Seif Ali Iddi wakati akizungumza na balozi wa mataifa ya umoja wa falme za kiarabu aliyepo nchini Tanzania Bwana Abdallah Ibrahim Al Swaidi hapo ofisi za SMZ mtaa Magogoni jijini Dar es Salaam. Tujiunge na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Barusef Aliidi alisema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefikia hatua ya kuanzisha kituo cha kimataifa cha usajili wa vyombo vya baharini, Tanzania Zanzibar International Register Shipping, baada ya kuifutia mikataba kampuni ya Filtex iliyokuwa ikifanya kazi hiyo kama wakala wa Zanzibar katika kazi hiyo. Amesema kampuni ya Fintex ilishindwa kutekeleza majukumu yake katika kiwango kinachokubalika kimataifa cha usajili wa vyombo vya baharini na kufikia hatua ya kusajili meli zisizo na kiwango na kupelekea kuibebesha sifa mbaya ya Zanzibar katika sekta hiyo. Balosefu alieleza kwamba lengo la kuanzishwa kwa kituo hicho ni kuijengea uwezo zaidi Zanzibar katika kujitanua kibiashara katika nyanja ya biashara za kimataifa. Akizungumzia hali ya kisiasa Zanzibar, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar alimhakikishia balozi huyo wa mataifa ya falme za kiarabu bwana Abdallah Ibrahim kwamba Zanzibar bado ina amani na utulivu hasa kipindi hichi kinachoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa marejeo unaotarajiwa kufanyika mnamo tarehe 20 mwezi ujao. Amesema wananchi wa visiwa vya Unguja na Pemba hivi sasa wanaendelea na harakati zao za kimaisha bila ya bughfa licha ya kasumba zinazoendelea kusambazwa na baadhi ya vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii inayoeneza na kutisha wageni kwa Zanzibar hakuna utulivu katika kipindi hichi. Naye balozi wa mataifa ya umoja falme za Kiarabu aliyepo nchini Tanzania bwana Abdallah Ibrahim Al Swaidi alimhakikishia balozi Sefu kwamba umoja wa falme za Kiarabu utaendelea kuiunga mkono Zanzibar katika jitihada zake za kuimarisha uchumi na maendeleo ya wananchi wake. Balozi Abdallah amesema umoja huo utakuwa tayari kuona mpango wa Zanzibar katika kuimarisha kituo hicho unakamilika baada ya kumaliza taratibu zote za usajili ili kitoe huduma rasmi. Wakati huo huo, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Baosefu Alidi alikutana kwa mazungumzo na ujumbe wa wawekezaji wa kampuni ya kimataifa inayosafirisha mafuta Asian Petroleum Business nyumbani kwake mtaa wa Oster Bey barabara ya Hisalasi jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo yao ujumbe huo ukiongozwa na bwana Karim Jamal ulimweleza Baosefu azma kampuni hiyo kutaka kuwekeza miradi yao ya kiuchumi Zanzibar kutokana na mazingira rafiki ya kibiashara yanayovizunguka visiwa vya Unguja na, na Pemba. Bwana Jamali amesema kampuni yake yenye ya uzoefu wa kusambaza mafuta katika mataifa mbalimbali mbali duniani imejipanga kuanzisha kituo cha kimataifa cha utoaji huduma za mafuta kwa meli zinazofanya safari za kusafirisha mizigo na abiria katika bandari ya Hindi. Kampuni ya usafirishaji wa mafuta kwa njia ya baharini Asian Petroleum Business tayari imeshakuwa ikitoa huduma za usambazaji wa mafuta kwa nchi za mashariki ya kati, India, visiwa vya Mauritius pamoja na Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Othman Hamis, ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar.